Kuna sehemu moja inaitwa special wing, eneo maalum ambalo wanakaa wafungwa waliohukumiwa adhabu ya kifo kwa kunyongwa. Mimi nakaa kwenye hiyo sehemu, wanaokaa wanaosubiri kunyongwa, nakaa death row Nimewekwa death row sasa mweshimiwa, ukiwa death row maana yake ni nini? Nataka nikusomea sheria maana ya kuwa death row. Kanuni ya 33 inazungumzia wale walioko death row, walioko death row inasema hivi: notwithstanding anything contained in these regulations a prisoner under sentence of death shall A, be confined apart from other prisoners and shall be under the constant supervision of two prison officers by day and by night. ukika death row mheshimiwa kama navyokaa nini wakati sijahukumiwa kifo angalau bado, pengine tutafika huko, lakini bado sheria inasema wanaokaa death row, wale waliohukumiwa kifo, wanatakiwa watenganishwe na wafungwa wengine, wafungwa wengine wote. Mimi nimekaa death row tangu Ijumaa Kuu mpaka hapa tulipo, na nikitoka kwenda kuonana na mawakili wangu au kwenda kuonana na ndugu zangu, nafuatana na askari wawili muda wote, kama inavyotakiwa kwa waliohukumiwa kifo. Kama walivyo ambao wako under constant surveillance, sheria inasema by day and by night. Mimi sio sijahukumiwa kifu, lakini nakaa death row and I'm under constant surveillance by day and by night. Ukiwa death row, mheshimiwa, kama ambavyo nimekuwa, ukiwa death row. Pamoja na kuwa death row, bado una haki, bado kuna una haki kwa, kwa mujibu wa sheria hii hizi. Kwa mfano, kwa mfano, nilizungumza habari ya haki ya, ya kuabudu. Sio haki ya kuabudu A prisoner under sentence of death shall be permitted to receive visits by a minister of the religious denomination to which the prisoner belongs. Kwa hata wa death row, wana haki ya kuabudu. Wote wanakataliwa. Wote. Na mimi Wa death row, pamoja na kuwa umehukumiwa kifo, sheria inasema, a prisoner under the sentence of death shall be allowed such amount of exercise as the commissioner may direct. Wanaruhusiwa kufanya mazoezi, kufanya mazoezi. Kwenye chumba changu napokaa, mheshimiwa, hapo death row, death row imezungukiwa na ukuta hivi. Nyuma tu ya chumba ya, ya selo nayokaa ni uwanja mkubwa wa mpira wa miguu, na wafungwa kila siku wanacheza mpira, wanatembea wanaotaka kutembea, wanakimbia wanaotaka kukimbia, wanafanya mazoezi wanaotaka kufanya mazoezi, isipokuwa walioko death row, wa death row hawatoki nje ya death row. Hawana fursa ya mazoezi ambayo sheria imesema wanaruhusiwa kufanya mazoezi. Sasa mie siwezi kucheza mpira mheshimiwa, miguu yangu iko kama ilivyo, lakini huwa nafanya mazoezi ya kutembea na tangu nimekuwa death row, kila siku kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa, napumzika Jumamosi na Jumapili kwa sababu Mungu naye alipumzika siku ya saba, kwa huwa anapumzika mazoezi. Lakini from monday to friday natembea around hizo block nne za death row, ziko nne. Sasa, hilo eneo nalotembelea, mheshimiwa, ni mifereji ya maji machafu, ni mifereji ya kupitisha maji machafu, na ni maeneo ambayo wafungwa wa death row wana, wanafua nguo na wanapata wakitoka wakitolewa asubuhi diko wanakopumzikia. Mimi inabidi ni negotiate kwenye mifereji hiyo. Huu mguu mmoja haufanyi kazi mheshimiwa asante watu wasiojulikana. Nafanya mazoezi, natembea kila siku, na siku zote ninahii fia kwamba hivi nikiteleza hapa itakuwaje, kwa sababu ni fereji ya maji machafu, ni kwa ajili ya kupitishia maji machafu, sio kwa ajili ya mazoezi ya wafungwa. Maeneo ya mazoezi ni uwanja mkubwa ulioko nyuma ya death row lakini tangu nimeingia Ukonga siku ya Ijumaa Kuu mpaka hapa nilipo, sijaruhusiwa mimi na hajaruhusiwa mwingine yeyote aliyeko death row kwenda kufanya mazoezi, na sheria inasema waruhusiwe. Sasa mheshimiwa Nimesema nimesema kwamba kanuni zinasema wafungwa walioko kwenye death row wasichanganywe na wafungwa wengine. Sheria ya magereza inasemaje? Prisons Act sura ya 58, naomba uangalie kifungu cha 72 cha sheria hiyo, mheshimiwa

Na sheria inasema sheria ina kuu ya magereza inasema sisi ambao sio death row inmates tusikae na watu wa death row. So it is in the act, it is in the regulations. Nimewaambia mawakili wangu, for the past 68 days they have tried, they have tried valiantly, they have failed they have failed. Sasa mheshimiwa, mawakili wangu wameniambia, na kuja sasa kwenye mahakama, mawakili wangu wameniambia kwamba wameraise maswala haya.